Wenyewe eh, kama kuna hiyo vibe na nini. mm -hmm. Tunaangalia vitu vingi sana katika relationship ya yeah. mm. bwana peke yake. mimi na swali uh -huh. mimi na swali. una swali gani? anasema kwamba mtu akija, <coughs> <coughs> si tunajua watu wapo wengi sana siku hizi, watu ni wengi. Naam, ila <coughs> katika hawa watu e kuna mwanaume na mwanamke na mm -hmm. siku hizi tumeona vitu vinatokea. E, mwanamke wanaoana yani mwanamke kwa mwanamke. Ndio, yeah, unauliza hili swali mm -hmm. e yeah. ni mtu yupi mwanaume ama mwanamke? <laughs> e. inachanganya sana uh... e, ni kweli. Wewe unaazimia kwamba mtu yupi akujie, ai ai, mimi relationship naye lazima ikue ya mwanaume na mwanamke. Kwani unatarajia na, mwanaume mwanaume? Naam. Lakini sasa hivi naweza sema sina haraka na ku kuingia katika mahusiano mahusiano yote. Nataka kuchukua muda wako mwanzo, mm. Utulie sio? Nitulie ni, ni